Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. <laughs> Naitwa Hamadi Muhammad Salim wa Bin Abeid kutoka kisiwani kwa Binti Abeid. Leo nataka natakadishe nani, magonjwa ya sukari. Sukari ni ugonjwa mmoja mbaya sana ambao sukari inaweza kusababisha kudhoofisha mwili wako, kupungua nguvu za kiume. Sasa solution ipo. Sukari ni ugonjwa ambao mzito sana na sukari inaweza kuua macho, ukapala ukapararais, ikaambatana na pressure kubwa zaidi, napenda ni kufahamishe kwa maswala haya. Mimi kwa uwezo wa Mungu jia alia anayaweza ashughulikiwa na, na inshaallah yakapona kwa njia ya kutu, kutumia vidonge, natumia tu mimea asili, na inshaallah kwa uwezo wa Mungu unapona vizuri, na vile vile tujitahidi sana, hata kwa watu wale wenye vitambi vitambi vizito na nini, basi vile vitambi vyote kwa uwezo wa Allah vinatoka, sababu kitambi chochote usio kafikiri, labda kitambi ni mafuta ambayo haya unaokula, hapana. Kitambi ni vyakula vya wanga. Chakula cha wanga kikiingia ndani ya tumbo la binadamu, tumbo itachukua kitu inachokitaka alafu isichokihitaji itakiacha, itapeleka itafanya mafuta. Sio mafuta haya tunakula, hapana. Vyakula vya wanga huwa vinasababisha sana kufanya mafuta. Kwa hiyo nakuombeni, ndugu zangu, tuishe nasi tuwe pamoja. Dr. Hamadi Muhammad Salim, dokta wenu ambaye huwa anatumia tiba za asili ibaa kusuna nakwenda sehemu nyingi kutibu arabuni, wapi, sehemu nyingi mikoani Tanga, wapi wapi, inshaallah watu wote na maratibu wanapona vizuri tu, Arusha. Hebu tushae nasi jamani, inshaallah Mwenyezi Mungu atafanya wepesi na mtapona kabisa, wengi wanapona. Labda iwe ni siku yako ya kwenda nyumbani kwetu, imefika hapo kidogo. Sina mjadala zaidi, lakini kama Mwenyezi Mungu bado anajalia tupo hapa duniani inshallah, kwa uweza Mungu unapona vizuri inshallah. Namba yangu ni sifuri saba moja nne arobaini na nne arobaini na nne hamsini na moja. Hata kwa ushauri unaweza kunipigia tu, tutashauriana hata magonjwa ya kuparalaisi, magonjwa mengi ya kuparalaisi <coughs> watu wengi wanaanguka chooni wa mara nyingi wanakuwa wanakimbiza sana hospitali. Sawa, hospitali ni kitu cha mwanzo kimuhimu, lakini kabla ya kwenda huko, kwanza hebu njoo umeonane na mimi dk Hamadi, insha allah takawa vizuri tu. sifuri saba moja nne arba arba nne hamsi na moja Subhanaka llahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.